wakati tukaomba na atajibu maombi yetu. Tumshukuru Mungu kwa aeshi hekima ya Mwenyezi Mungu, na ni wakati kastaiishi kwa hekima, na mwanzo kwa hekima ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, ni kumchua Mwenyezi Mungu, ni kumheshimu Mwenyezi Mungu maisha

ni kwa sababu Yesu hakuwa na dhambi. Wale waliokuwa wanabatizwa ni wanadamu wenye wana dhambi. Ili waweze kuwa safi kama yule Mungu atakuja kuongoza akiwakasafi naye Yesu Kristo. Ikawa sasa wote wako safi wale waliobatizwa na Yohana.